Naomba kwa niaba ya kanda ya Nyasa, na mimi niko hapa, nimeambatana na viongozi wenzangu wa ngazi mbalimbali wakiwemo wa ngazi ya kanda pamoja na mikoa yake na majimbo. Wako hapa kwa ajili ya kuomboleza msiba huu. Poleni sana familia, poleni sana sana familia. Wakati tunahuzunika na msiba lakini pia tuna celebrate maisha ya Mzee Edwin Mtei, life well lived eh, legacy ya kufa mtu kabisa, kutokana na rekodi ya maisha yake na alichokifanya kwa taifa hili. Mambo aliyoyafanya kwa taifa hili Mzee Mtei yanamweka bila shaka kuwa one of the very true statesman wainchi hiyo rekodi haiwezi kufutika. Sisi Mbeya na Nyasa, rekodi ya Mzee Mtei haiwezi kufutika, kwa sababu wakati anaanzisha chama hiki Mbeya pia ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa aliyoamini kwamba akienda kupanda mbegu ya mabadiliko inaenda kuota vizuri, na imeota vizuri, tuko imara mpaka leo. Mbeya na kanda ya Nyasa imekuwa ngome imara ya Chadema wale wanaosemaga kuna watu hapo katikati, unasikia Chadema chama cha Wachaga. Si tunawachola tu, kwa sababu tuko vizuri sana kama chama cha Chadema pale Mbeya na kanda ya Nyasa kwa ujumla. Tunasherehekea maisha ya Mzee Mtei, tunamshukuru Mungu kwa Mzee Mtei, tunamshukuru kwa misimamo yake. Pia tunasikia mzee alitofautiana na mwalimu eh, mwalimu akiwa rais, akiwa waziri wa fedha alitofautiana sera, kutofautiana na sera, alimwambia mwalimu kwamba ujamaa umedunda, aufai tena kwa sababu njia zake za uchumi hazipeleki nchi mbele. Kwa hiyo, ili twende vizuri, naomba twende tufanye moja mbili tatu. Nyerele akasema ami, siwezi kugeuka nyuma nimeshapeleka hivi. Mzee akamwambia kama hivyo mi ligoma siliwezi, nakuachia goma lako na naenda kuendelea na shughuli zangu zingine. Mm, sure, sure. na shughuli zingine, hakuacha mambo ya nchi. Rekodi zinaonekana kama kwenye kuanzisha TACRI, Tanzania Coffee Research Institute, ambayo sasa hivi naona nasikia jamaa wakasema, ha, mbona inakaa kama wakaona kama legacy ya mzee inabaki, wakasema waivute serikalini. Wazungu wakasema hatuweki tena hela kwa sababu umeingiza, mpaka leo TAKRA haifanyi vizuri. Lakini rekodi ya mzee kwenye kuendeleza zao la kahawa, sio tu kwa mikoa ya kaskazini, mpaka kwetu Mbozi ambako kahawa inalimwa, mpaka Mbinga ambako kahawa inalimwa na maeneo mengine, walifaidika kwa akili za mzee wetu, tutaendelea kumkumbuka na jukumu letu sisi kuhakikisha kwamba kauli ya hakuna kulala mpaka kieleweke inasimama, na kweli hatutalala. Bahati mbaya mzee anaondoka akiwa bado Chadema, pamoja na kuwa mioyoni kwa wananchi, lakini wamegoma kutupa nchi tuendeshe kwa niaba ya wananchi, lakini sio mbaya, ameondoka hatujachukua nchi, lakini ameondoka akikiacha chama alichokianzisha kuwa chama kikuu cha siasa hapa nchini. Hakuna chama kama Chadema kwa sababu wenzetu CCM wameacha kufanya majukumu ya kisiasa, majukumu yao ya kisiasa wamewaachia dola. Kwa hiyo chama pekee cha kisiasa, kikuu cha kisiasa Tanzania ni Chadema na Mungu ametujalia sana kutupa mzee Mtei kwa kutuachia hii legacy, na tunaenda kuilinda kwa udi na uvumba. Asanteni sana na Mungu awabariki sana wote. Well said brother. <laughs> Eh, amezungumza vizuri. Well said, socialism is not working anymore. Na Mungu atujalie tu hivi karibuni, hakuna chama cha siasa kama Chadema. Asante sana Sugu. E, wageni tafadhali mwendelee kupata utaratibu vizuri tu unaowaongoza. Ni nawaona watu mbalimbali mbali ambao wengine nilikuwa sijui hata wako wapi, nikauliza uliza hapa kwamba ah, kumbe waliendaga tarishishi huko nimewaona hapa so, imekuwa furaha tumekutana pamoja a e, kanda ya Pwani, na ninaomba fundi umeme, e, fundi umeme ambaye anahusika na, na mambo ya umeme tafadhali e, naomba uje uonane na na MC hapa MC. Tafadhali kanda ya pwani eh, kanda pwani mwakilishi wa kanda pwani kwa dakika moja wakati kanda kaskazini anajiandaa kuja. Bwana Yesu so asifiwe. Bwana Yesu so asifiwe sana, kwa majina anaitwa Ntele Benjamin ni katibu wa kanda ya pwani. Nitaanza kwa maneno kutoka katika kitabu cha Mithali kumi mstari wa saba na nukuu kumbukumbu kumbu ya mwenye haki hubarikiwa bali jina la mwovu huoza. Kukusanyika sote hapa siku ya leo ni ushuhuda tosha kwamba mzee Edwin Mtei mwasisi wa chama amekuwa mpigania haki wa muda mrefu na wakati wote. Sisi kada pwani sio watu wa kuhadithiwa sana, kwa sababu ofisi ya kwanza ya makao makuu ya chama ilikuwa kanda ya pwani. Kwa hiyo sisi tuna ushuhuda wa kipekee sana juu ya namna ambavyo mzee Edwin Mtei katika kipindi cha maisha yake yote amekuwa akitamani kuona Tanzania yenye haki, uhuru, demokrasia na maendeleo ya watu. Mzee Edwin Mtei, pamoja na kwamba mimi nilikuwa kijana mdogo, ameacha alama kubwa sana na alikuwa na maono mapana sana katika kipindi ambacho Watanzania wengi walikosa ujasiri, lakini yeye alisimama akasema ni muhimu Tanzania sasa tuwe na chama mbadala. Na tutamkumbuka mzee Edwin Mtei kupitia e, misingi sera, pamoja na falsafa za chama ambazo ametuachia, na sisi kama vijana kupitia maono yake ya, kutoka, ya kutaka kulikomboa taifa tunamhakikishia kwamba mzee Edwin Mtei yeye amelala lakini sisi vijana bado tuna nguvu za kutosha na tunamhakikishia kwamba katika uchaguzi unaokuja iwe mvua iwe jua chadema itakwenda kushika dola pipoz pipoz lakini pia nimeambatana na wanachama pamoja na viongozi kutoka kanda ya pwani tumekuja wanachama takribani mia tano kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba ni namna gani kanda ya pwani tumeguswa na msiba huu mzito wa mzee Edwin Mtei. Mara baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na mwenyezi Mungu awabariki sana asante sana. Na pengine eh, kwa wanachadema nchi nzima eh, kanda ambayo ime, wamekuja watu wengi ukiacha na wenyeji hapa, kanda ambayo wamekuja watu wengi wengi kosta karibia kumi na tano ni kanda ya pwani. Mungu awabariki sana. Sasa ni nialike mabaraza ya chama, sina stress ya muda, kwa hivyo ninaomba wale ninaowaita basi mjitahidi kwa dakika zile zile mbili, msizidi ili msinipeleke kwenye stress ya, stress ya muda kwa wakati ninayaandaa mabaraza, kwa maana baraza la vijana, wanawake na wazee, basi e, tumalizie na mwenyeji wetu kanda ya Kaskazini wakati mabaraza anajiandaa. Karibu kanda ya Kaskazini, mwenyeji wetu wakili e, Samuel Wellwell. Well. Well mwenyeji wetu kwenye kanda kaskazini kwa dakika hizi hizi mbili tu msizidi ili msiniweke kwenye hali ya kuwa na stress ya muda. Bwana Yesu Yesu apewe sifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama Taifa, Mheshimiwa John John Mnyika, Mheshimiwa viongozi wa taifa, Mheshimiwa Mboe, mwenyekiti wetu mstaafu, wanafamilia wote, poleni kwa msiba huu mzito. Nitumie fursa hii kwa niaba ya Kanda Kaskazini kutoa pole sana kwa wanafamilia pamoja na wanachadema wote nchi nzima kwa msiba mzito wa mwenyekiti wetu wa kwanza wa chama pamoja na muasisi wa chama. Niwaambie tu wanafamilia kwamba pamoja na masikitiko haya, lakini Biblia inasema na Wakristo tunaamini kwamba hapa duniani hatuna mji udumuo bali twautarajia ule ujao. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika mji ule ujao tutakutana na e, mwenyekiti wetu pamoja na mwasisi wetu na mpendwa wetu, poleni sana. Pia nitumie fursa hii kuweka historia sawa kwamba e, tunaposema Mzee Mtei ni mwasisi, na kumbukumbu -kumbu ibaki sawa kwamba pale panapoanzishwa jambo lolote, of course tuna waasisi wengi lakini Nimefanya utafiti wa kutosha na e, wakubwa waliotutangulia wametueleza wazi kwamba wazo la kuanzisha chama e, cha Chadema kilitoka kwa mzee Mtei. Kwa hiyo nafikiri tutamwenzi kwa hilo na historia itabaki hivyo. Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kueleza kwamba uwepo wa mzee Mtei Chadema kunathibitisha mambo mawili makubwa. Kwanza, kwamba Chadema sio chama cha kawaida tu cha watu wa kawaida. Of course tunapigania wanyonge, lakini walioko ndani ya chama sio wanyonge sana. Mzee Mtei alikuwa gavana e, wa benki kuu, alikuwa kiongozi mwandamizi wa serikali. Uwepo wake Chadema unathibitisha kwamba Chadema ni chama makini ambacho kilianzishwa na watu wa makini na wasomi katika taifa letu. Pamoja na hilo, najifunza pia kwamba katika kupigania mageuzi ya kweli financial independence ni ya muhimu sana. Watu wengi sana wameyumba katika siasa za mageuzi kwa kukosa financial independence, uhuru wa kiuchumi. Mzee wetu kama ambavyo mnaona alikuwa governor, alikuwa kiongozi wa serikali, alikuwa vizuri kiuchumi na alikuwa na fikra za kimageuzi. Kwa hiyo tunaenzi pia hizo fikra zake, na niwahakikishie kwamba kanda ya Kaskazini tuko kwenye mpango wa kujenga ofisi nzuri ya kanda na niwahakikishie katika kumwenzi mzee wetu, tunaamini moja kati ya ukumbi ambao utakuwepo kwenye ofisi yetu ya chama kanda ya kaskazini, tutaita ukumbi wa mzee Edwin Mtei ili kuenzi historia na uasisi wake. Niwashukuruni sana, karibuni kaskazini. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Asanteni sana.